Sasa mbele yangu kaa, kuna mtu kwa mbali hivi katoka kichwa na kifua tu, kila nkiendelea na nasema <coughs> minasema natoa mawaidha nikipiga. Alinitia taabu, Alinitia taabu sana, mwisho nikaamua kukata salamu aleiko juu kwa juu, assalamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu. Nikakaa nasi kwani hata nilifika hapa Mwenge, mwenyeji wangu ananipigia simu bwana: yule mtu aliyokuwa anakuambia kafa. Ndio nikaelewa kumbe, ile sio kwamba nina haraka, sasa maliza, naenda kufa mwezio, sasa ndio naenda huko. Basi Mungu akupe umri mrefu, asante.